Assalamu alaikum ndugu zanguni, karibuni tena katika chaneli hizi zinazohusu mambo ya ulimwengu wa giza. Karibuni sana, na leo tutajifunza somo zuri sana linalohusu utabiri na utabiri ama ubashiri katika michezo na katika mambo ya kamari. Watu wengi sana wamekuwa wakiangaika na wakitamani sana kuweza kula pesa za kubeti eh, eh. Sasa huku kucheza kamari ama kubeti wengi wengi wanaliwa, si wenye kushinda michezo hii. Asilimia kubwa wengi ni wenye kuliwa, na watu wengi wanatamani kujua, je, jambo la kushinda katika beti ni linawezekana? Sasa leo nataka nikuhakikishie ndugu mtazamaji wa chaneli hizi zinazohusu mambo ya ulimwengu wa giza, mambo ya kamari, mambo ya kubeti, yanawezekana kabisa, lakini chini ya viumbe maalum ambao wao wanaratibu mambo haya kwa ujumla. Maana yake iko hivi, huu ulimwengu tunaoishi hivi sasa, michezo yote inayohusu kubashiri, hiyo ni mpira wa miguu, hiyo ni mpira wa kikapu au aina yoyote ule wa mchezo basketball, na aina nyingine yoyote ya mchezo, iko chini ya viumbe na katika viumbe ambao wanasimamia au umepewa mamlaka na Lucifer mkuu, ni viumbe ambao wanaachiana vitengo kwa vitengo, kwa sababu hawa viumbe hawa wote wamepewa kusimamia au kuweza kuichezesha hii michezo ya kamari ikiwa chini ya uangalizi wao. Sasa kiumbe ambao tutamzungumzia leo, maana viumbe wanaofanya haya mambo si mmoja wala si wawili wapo viumbe ambao ni kadha kwa sababu ni viumbe si mmoja wameachiwa wame, wame, wameachiwa ama tuseme wamepewa, wamepewa wamepewa waweze kusimamia na Lucifer mkuu mwenyewe. Maana yeye ndiye mwenye kuratibu michezo hii mingi. Ni michezo ya sheitani eh, e, na ni michezo ambayo inaratibiwa na masheitani. Sasa leo tutamwangalia Minoson, ama jini ambaye anaweza kukupa ushi Shughuli ya jini huyu Minoson itaweza kukusaidia kwa asilimia mia moja na utaweza kupata ushindi kwa asilimia mia moja lakini hii ni kwa njia ya kumrumbuni ya kuone kuwa wewe uko pamoja naye au uko miongoni naye. Lakini njia nyingine ambayo unaweza kuitumia, basi unaweza ukatumia popo. Eh, eh, manake popo utamtumiaje? Tafuta moyo wa popo kisha ufunge katika kitambaa cheusi ama chekundu na afunga katika mkono wako wa kushoto. Basi kuna manuizi maalumu ambayo natakiwa uyaseme. Kuna maneno ambayo maalumu natakiwa uyaseme na uweze kufanya kwa vitendo ili huyu kiumbe aweze kukutii. Kwa hiyo utazungumza kwa kuweka nia kwa kile unachokikusudia, ule moyo wa popo utaweza kuufunga katika kitambaa kile kisha utafunga katika mkono wako wa kushoto. Utakaza vizuri, kisha ukishafanya hivyo tu utaanza kusikia maneno yanapita katika masikio yako, yanakupa maelekezo nini cha kufanya. Kwa ukiingia katika kasino hilo, wewe utakuwa ukifuata yale maneno yanayosikika katika masikio yako. Ufanye kitu gani? Ufanye kitu gani ili uweze kushinda. Kwa hiyo unahakikishwa ushindi, ushindi asilimia mia moja. Lakini jambo lingine ambalo unaweza kulifanya, tumesema ni kuweka mkataba. Hizi njia zingine zote tulizozungumza ni njia za kuweza kumrubuni yule kiumbe, akuone huko pamoja naye ili hali wewe hata ufanye kazi pamoja naye. Ni kwa siku hiyo tu ndio umeamua kwenda kutumia we, ujuzi wake kupata mali hizo. Sasa ukiweka mkataba na kiumbe huyu jini Minoson, kuna njia za kumwalika hujini Minosoni ili uweze kuweka naye mkataba aweze kukupa ushindi wa mali. Kwa hiyo hawa viumbe wapo ambao wanaweza kubashiria kuweza kupata mali, kwa sababu mpira wa miguu na aina nyingine zozote za michezo ni michezo ambayo inaratibiwa na mashetani. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa usitarajie wala usitegemee kwamba unaweza kwenda kwa mganga akakupigia ramli wewe, akakupigia shikeli wewe, uweze ukafahamu au kujua timu fulani itashinda kutokana na timu fulani. Timu fulani itashinda kutokana na timu fulani. Anaweza kubashiri timu moja mbili, akapatia, lakini kukamletea listi ya timu kumi ngapi kwa hiyo ni lazima utakuwa atakuwa ni mwenye kufeli kwa sababu viumbe wapo ambao wanasimamia kazi hiyo. Na haya mambo hayahusu utabiri wa kawaida, haya mambo yako chini ya shetani ambao yeye ndo anafatilia kila kitu kuhusu habari hiyo. Kwa hiyo anayetaka ushindi basi anakuwa anaenda kwa wafuasi wa huyo shetani mwenyewe mkuu Lucifer. Ndo hawaki na minosoni tunaowasema, kwa hiyo kama unatamani